Sharo wakati mimi niko naye, alipofikia level fulani, kabidi Sharo nimtafutie management. Kwa hiyo Sharo akawa anasimamiwa na HK. Nafikiri kila mtu an anafahamu hilo, alikuwa anasimamiwa na HK. HK alikuwa anamsimamia Snora pamoja na, na marehemu Sharo Melonea, ila katika baadhi ya vitu vyake hususan ni labda kiwanja gari yake ambayo alikuwa ameacha sehemu ambayo alikuwa ameshalipia kodi alipokuwa anakaa na vitu vyake baadhi baadhi, bajaji sio nini vile vyote, nilijitahidi kwa jitihada zangu tukavipata. Nafikiri amekabidhiwa mama mzazi, lakini nakutana sana na hili swali, hususan ringtone ambazo zinaendelea kusikika katika mitandao ya simu, nyimbo za marehemu Sharo, anafaidikaje mama wa marehemu? ish kumgusia HK nafikiri, kuna siku na alishakuniambia kwamba alishawai kwenda siku akapewa kiasi fulani, alimkabidhi mama. Sasa sijajua, lakini katika masuala yake hayo HK ndo anahusika sana. Okay. Yeah. Lakini, mimi kiwanja ba, ba, bajaji zile gari mlimkabidhi mama ya? Yeah, kiwanja kiliuzwa, mama akakabidhiwa pesa. Aliulizwa, natakiwa kiwanja kiuzwe au zile hela ambazo alizifanya matangazo katika mtandao wa simu upewe wewe mama, ili uweze kujenga katika kiwanja alichonunua mtoto. Mama alisema kiwanja kiuzwe, pesa nipewe nitajenga Tanga. Kwa hiyo, kiwanja kiliuzwa. Pesa alipewa. Bajaji fanya kazi siku mbili tatu, ikaja ikauzwa, pesa akapewa. Alikuwa na bajaji moja marehemu Sharo. mm -hmm. Gari kauzwa mama akapewa pesa kodi ya nyumba ambapo alienda kupanga Sinza, akakaa siku nne, kwa bahati mbaya akafariki. Pia ilirudishwa ile kodi, pesa akapewa mama, na baadhi ya vitu vipi ambavyo alikuwa amenunua, vyote vilirudi kwa, kwa mama, mama yeah.